Leo hii tunaweza tukawa tunasema kwamba ah, watu hawajajitokeza na hawatajitokeza, lakini kule kumshawishi huyu mtu I don't think kama ni kazi kusema kweli. Yes, mwanasiasa pengine ana nafasi hiyo, atatumia nafasi nafasi kwa sababu anawaita wale ambao ni wafuasi wake, njoni mnipigie kura. Lakini tasnia ina nafasi kubwa zaidi, ina nafasi ya kuset the scene, au uh, kutufanya tu tu, tufikirie zaidi na pengine tu strategize zaidi kwamba uchaguzi unakuja. Uh, tunataka hoja gani? Uh, tunataka vitu gani? Wale ambao ni, ni wanasiasa watakaosimama tunataka waongelee vitu gani? Kwa hiyo mwandishi ni kama ni connection kati ya uh, yule uh, politician au yule mgombea uh, na mpiga kura. Sasa yeye hapa katikati, kwa kuwa kwa kule mimi ninapotoka, uh, tunapendaga kusisitiza public interest journalism, habari zenye maslahi ya umma yes. Kwa hiyo kama kama huyu mwandishi yuko pale na yeye ndo, ndo connector kati ya mgombea huku na na uh, mpiga kura huku, basi huyu ana kazi kubwa sana ya kwa kumtazama huyu na maslahi yake kuhakikisha kwamba wale wagombea haachi kuwahoji kwenye yale masuala, na haachi kuhakikisha kwamba uh, yale mahitaji ya mpiga kura yako center stage, sio yale matakwa ya yule mgombea yale mait na hivi vitu, kwa kuwa vinaweza vikapishana. Yeye akifanya hivyo, pengine tungekuwa pia hata tuna, tuna kitu tofauti hapa.